Na mwathiriwa wanadai kuwa Imam Ustadh Omar Athman wa msikiti wa Aksani mjini Malindi, kaunti ya Kilifi aliwaahidi kuwapeleka kuhiji, lakini ahadi hiyo ikawa ndoto baada ya mtuhumiwa kutoweka na pesa zao. Yangu mimi intek yangu hiyo ingia kwenye tiktok ule kwenye tiktok sasa. Fanya dawa mulemule ndani mule washike watu dawa. Haitaki msikitini tena bwana, nani anayekuja msikitini sasa? Fidia yake ni kulisha maskini. Habari hizi kwa hakika ni za kusikitisha mno. Ibada ya haji ni ibada ya mara moja kwa umri, kwa yule mwenye uwezo. Ukiona mtu mpaka amejiandaa kwenda ibada ya haji, basi jua amejisumbua, amewekeza pesa kwa muda aliowekeza mpaka aweze kufanikisha safari kama hii, na ikiwa akina mama ndio zaidi, hujui wanapitia mazito mangapi. Na kutokana na hali ya uchumi tunayoishuhudia sasa hivi, tumesikitishwa mno kuonekana mmoja katika watu wanaojiita kuwa ni maustadhi wakidhulumu hadharani haki ya akina mama kama hawa, pesa ambayo kwamba wameiweka kwa ajili ya ibada maalum, ibada tukufu, ibada ya haji. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam Man ghashana falaysa minna, yeyote ambaye kwamba atatufanyia ghushi, bi maana yeyote atakayetudanganya siyo katika sisi. Wito wetu tuwaomba suke, maadamu ndio wasimamizi katika nchi yetu kwa jambo hili la haji, waingilie kati kuwasaidia mama hawa waweze kupata haki yao, na ikiwa wataweza kufanikisha ndoto yao ya kwenda kwa haji mwakani roho zikiwa hai, bila shaka watakuwa wamefanya jambo la busara mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana. Na ningeomba pia kueleza Waislamu, tuweni makini sana, ni nani ambaye kwamba tunaamua kusafiri na wao katika safari kama hii. Si kila anayejiita wakala ama agent basi ni mwaminifu. Peleleza, hakikisha, fanya ibada na maajenti ambao kwamba ni waaminifu tumekaa. Ramadhani tumefunga wiki ya pili, ndio twaingia wiki ya tatu. Ah, sasa tunaondoka lini? Hatuna habari, hatujui tunatakiwa nini. Mambo yamebadilika Maka, hatujui ni shindano gani zinatakiwa. Mbona hatujibu simu? Hapi, achukui simu achukui. Ah, poleni sana mama zetu kwa mtihani mlo upata.